Mpendo wa mtazamaji na mpendo msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu wa Mungu Yesu, leo tarehe 11 mwezi wa nne mwaka 2025. Somo letu leo lina kichwa kinachosema Biblia hujifafanua yenyewe, na fungu letu kuu litatoka katika kitabu cha waraka pili wa Timotheo sura ya pili na fungu la kumi na tano nalo linasema jitahidini, kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu na mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa unazidi kutupa afya na uzima, tumekuja mbele zako tena leo kujifunza, tufundishe ndilo ombi letu kuu, ni kwa Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Biblia hujifafanua yenyewe. Andiko linapaswa kulinganishwa na andiko. Mwanafunzi anapaswa kujifunza kulingana na Neno kwa ujumla wake na kuona uhusiano wa kurasa zake. Analazimika kupata mada yake kuu, kusudi asilia la Mungu kwa ajili ya ulimwengu, ya uibukaji wa pambano kuu na kazi ya ukombozi. Anapaswa kuelewa asili ya mamlaka hizo mbili zinazopigania ukuu, na anapaswa kujifunza kufuatilia utendaji wao kupitia kumbukumbu -kumbu za historia za unabii hata utimilifu mkuu. Anapaswa kuona jinsi pambano hili linavyoingia katika kila awamu ya uzoefu wa mwanadamu, jinsi yeye mwenyewe anavyoonyesha mojawapo ya nia mbili zinazopingana kwa kila tendo atendalo maishani; na jinsi gani, atake au asitake, hata sasa anaamua ni upande gani wa pambano hilo atasimama. Kila sehemu ya Biblia imetolewa kwa uvuvio wa Mungu, na ina manufaa. Agano la Kale, sio dogo kuliko Jipya, linapaswa kuzingatiwa. Tunapojifunza Agano la Kale, tunatoa chemchemi hai zikibubujika ambapo msomaji asiyejali hutaona kilicho chema zaidi ya jangwa tu. Agano la Kale hulianzia Agano Jipya na Jipya hulianzia la Kale. Kila moja ni ufunuo wa utukufu wa Mungu katika Kristo Yesu alidhihirishwa kwa wazee wa imani, kama alivyoonyeshwa kwa mifano katika huduma ya kafara, kama alivyofunuliwa katika sheria, na kama alivyofunuliwa na manabii, ni utajiri wa Agano la Kale. Kristo katika maisha yake, kifo chake na ufufuo wake, Yesu kama alivyodhihirishwa na Roho Mtakatifu, ni hazina ya Agano Jipya. Yote ya Agano la Kale na Agano Jipya yanawakilisha ukweli ambao utaendelea kufunua vina vipya vya maana kwa mchungaji mwenye bidii, nukuu kutoka kitabu cha Counselors to Parents, Teachers, and Students, ukurasa wa 462 na 463 Yesu aliwashutumu wanafunzi wake kwa uelewa wao wa taratibu. Baada ya ufufuo wake, alipokuwa akitembea kwenda Emau pamoja na wawili wa wanafunzi, alifungua uelewa wao ili kwamba waweze kuyaelewa maandiko. Kwa hiyo akalifafanua Agano la Kale kwao kiasi kwamba waliona katika mafundisho yake maana ambayo hata waandishi wenyewe hawakuwa wameiona. Maneno ya Yesu ni mkate wa uzima wanafunzi walipokuwa wakila maneno ya Kristo uelewa wao ulihuishwa. Walielewa vyema thamani ya mafundisho ya Mwokozi. Katika ufahamu wao wa mafundisho haya, walitoka kwenye giza la alfajiri hata kwenye miali ya dhuhuri. Ndivyo itakavyokuwa kwetu tutakapolisoma neno la Mungu. Nukuu kutoka kitabu cha Signs of the Times 96. Kazi ya kuifafanua Biblia kwa Biblia yenyewe ni kazi inayopaswa kufanya na wachungaji wetu wote ambao wanaoelewa vyema wakati tunaoishi. Mungu na awabariki.